Oi oi oi, mambo vipi? Mambo vipi wadau wetu wa Fabidigo TV, karibuni sana katika YouTube channel ya Fabidigo TV, tukiwa katika studio za Fabidigo. Kitu cha kwanza sasa, uko subscribe ku like na ku comment, na mimi ndio Fabidigo. Habari zilizotufikia muda huu ni habari za project za uwanja wa Yanga Football Club kamwe akiwa naongea kuhusu kuhusu viwanja vya diwa Yanga kwamba vitakuwaje au uwanja wa Yanga utakuwaje katika maeneo yao ya, ya, ya Jangwani pale Kariakoo.

Kitu cha kwanza kama tulivyokuambia kwamba baada ya GSM kukubali kujenga huo uwanja, yani kuingia mkataba wa kujenga uwanja wa Yanga, sasa Yanga Football Club inatarajiwa kupata uwanja kupitia GSM. GSM ni kampuni kubwa hapa Tanzania na Afrika kwa ujumla, ambalo lilichukua tenda kujenga uwanja wa Yanga Football Club. Sasa kilichopo kinachosubiriwa ni makandarasi wa, wa, wa, wa Yanga ambao watateuliwa ili waweze kujenga uwanja, inapendekezwa ni makandarasi kutoka China au Turuki ndio watachukua tenda ya kujenga uwanja wa Yanga Football Club. Baada ya JCM kupatikana, kwamba yeye amekubali kuchukua tenda ya kujenga huo wa uwanja, inaeleweka kwamba GSM wanatafuta mkandarasi na Yanga Football Club, kwa wakiwa pamoja na jambo lao moja, ili waweze kupata mkandarasi na ramani zinazopendekezwa katika uwanja huo wa ambao utakuwa katika viunga eh, vile vya Jangwani katika makao makuu ya Yanga Football Club. Ndio hivyo vinapita hapo juu unaona, vinapita hapo juu katika skrini yako, skrini yako inaonyesha vitu vingi vinavyopita hapo. Kuna picha za viongozi wa Yanga GSM mwenyewe na uwanja pia ambao unapendekezwa kujengwa. Ni ramani zipo nyingi ambazo zimependekezwa, nasi tumeziweka zote kwa ujumla, ili labda wewe upate kujua ramani ya uwanja wa Yanga kujengwa. Ramani ya uwanja wa Yanga kujengwa ni kama hivyo ulivyoonekana hapo, kwamba picha hizo zimepigwa na kuonesha jinsi gani Yanga walivyo makini kuliko viongozi wa Simba bla bla. Yanga wanaga zaidi zaidi, Yanga wenyewe wanavyofanya, wanafanya vitendo tu. Yanga Football Club wameamua kujenga uwanja katika katika viunga vya Jangwani, ili waweze kuwa na uwanja wao, hatimiliki yao ambao watacheza kwenye uwanja wao bila kulipia hela zozote kama anavyoenda mara waende Chamazi mara waende kwenye uwanja fulani ambao ni sehemu moja ile ambayo unaweza kusema labda waende kwenye uwanja wa KMC mara wafungiwe mara nini. Sasa Yanga Football Club wameamua kujenga uwanja ili waweze kuwa na uwanja wao. Taarifa inayovutia ni baada ya jana na jana ku um, Alikamwe msemaji wa Yanga kuongea vizuri kuwataarifu Wanayanga kwa ujumla kwamba jinsi gani GSM wamechukua tenda kujenga uwanja na Wanayanga wengi wakiwa na habari njema na nzuri ya kupendezewa na GSM maana ni kiongozi au mzamini ambaye baada ya mbae kuingia kwa Yanga Football Club akajionyesha utajiri wake wa kuisaidia Yanga mpaka kufika hatua hii. Yanga ipo katika kumi bora ya timu bora Afrika. Yanga imekuwa ni timu bora baada ya kuonekana kuchukua ubingwa mara nne mfululizo wa Tanzania Tanzania, yani ligi kuu ya NBC na pia kuchukua makombe yote ya ndani kama vile Mapinduzi FA na vikombe vingine vingine vidogo vidogo vile ambavyo vinakuja hapo hapo kama vile Ngao ya Jamii na kuendelea. Yanga Football Club imeonekana na ma ina mataji ya aina yote hayo. Sasa tukiongelea kuhusu makombe ya Yanga, lakini baadaye tunarudi hatua yao. Baada ya kuona hivyo, wanaona bora wajenge uwanja wenyewe. Wanajiita ni timu kubwa Tanzania kuliko timu zote, kwa sababu wenyewe ndio walikuwa kwanza kuanzishwa na wenyewe ndio wanaongoza kuchukua makombe hapa Tanzania, na wenyewe ndio wanasema ndio dira ya Tanzania katika vilabu vyote vya Tanzania. Ukiangalia upande wa pili, kwa Simba Football Club inaonekana kwamba ni mgwembwe na maneno maneno tu yanayoongeleka kwamba uwanja huu uwanja, lakini mwisho wa siku unaonekana kwamba uwanja hakuna lolote zaidi zaidi ku na uwanja wa Bunju kule, uwanja wa mazoezi Yanga Football Club. Wamesema wenyewe wataingia kwenye mchakato mzuri uwanja wa kujenga uwanja utakaochukua muda wa mwaka mmoja, ambao uwanja utakao mesimama labda msimu ujao, tunaweza kushuhudia uwanja ukiwa unatumika msimu ujao, tunaweza kushuhudia uwanja unatumika, kwa sababu Yanga hawako hawako kama Simba. Yanga wapo kwa ajili ya kutenda kitu ambacho wamekiamua. Walitangaza kwamba wanajenga uwanja, sasa hivi imetimia. Hii ni habari iliyo tufikia muda huu. Kitu cha kwanza usahau kusubscribe kulaiki na komenti, nami ndio Fabidigo Fabidigo, katika youtube channel ya Fabidigo.